Maandamano ya Tanzania yaliyopangwa kufanyika tarehe 29 yamevutia macho ya dunia nzima, hasa majirani zao wa Kenya. Wengi wamejitokeza kuzungumza hatua ya vijana wa Kitanzania kupaza sauti zao, wengine wakionya, wengine wakipongeza na wengine wakitilia shaka kama kweli atafanikiwa. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutakuonyesha sauti za Wakenya na Watanzania wenyewe kuhusu maandamano haya yanayotikisa bara la Afrika Mashariki. Kwanza kabisa tusikie kutoka kwa huyu dada Mkenya aliyetoa ujumbe wa moja kwa moja kwa vijana wa Kitanzania. Anasema hata kama serikali Rais Samia itazima mitandao, vijana wasikate tamaa. Ujumbe huu unaonekana kuhamasisha wengi mitandaoni. Gen Z wa Tanzania walisema wataandamana, they are going to protest. Samia Suluhu ni nani? Samia Suluhu ni dikteta ambaye amesemaje, the only maandamano ana recognize, the only maandamano anajua itakuwepo ni kwenda kumpigia kura. If unatoka kwenda kumpigia kura, hiyo maandamano anakubali, hiyo ingine yeye apantambua. Secondly, nyinyi watu wa maandamano ni net inawapea kiburi Okay? So anaenda kukata net mmjue mm, venye mta communicate mjue, mtapostia wapi hizo mavitu zenyu za matakataka, but net naye atakata with no apology, but if unatoka kwenda kupiga kura as part of your maandamano anakubali hiyo. Eh jamani <laughs> waaaa, wow, wow, wow, mulisema wakoloni waende, mjitawale. Wakoloni wafanyaje? mm, sasa utawala ndo huu lakini kinachowashangaza wengi ni mpango wa kugawana maandamano haya katika sehemu mbili, yani mchana na usiku. Tiktoka maarufu kutoka Kenya, Teacher Sheyii hakusita kueleza mshangao wake. Hii imeacha wengi wakijiuliza, je, yeah. Jenzi wa Tanzania wako tayari kweli au hii ni historia inatungwa upya mbele ya macho yetu?

na pia sio Wakenya wote wanaoshabikia. Mwingine ametoa ukosoaji mkali akisema badala ya vijana kuimba nyimbo za mapenzi wangepigania haki zao. Kauli hii imezua mjadala mkubwa, wengine wakimtetea, wengine wakisema Tanzania ina njia zake za kupigania mabadiliko. Hii ndio kitu kinachoshangaza na majenzi wa Tanzania, kazi yao, wako kwa comment section ya Diamond na kwa studio kuandika nyimbo za mapenzi. Hawezi pigania nchi yao kaka, wajua, kaka wajua, wajua vitu gani? Ati mapendi kilio, pelekeni upuzi ya mapendi uko mbali, teteeni nchi yenu. Mnashika watu ovyo ovyo, alafu unajua huyu mama wetu wa taifa, mama wetu, mama wetu wa taifa vitu gani? Wacha hiyo ujinga siwatuletee hapa, mtaona, tutawaonyesha. Tunatuambia mnatushinda, mnatushinda na nini nini hiyo, mnatushinda nayo Kiswahili ni sawa, kama mnatushinda na Kiswahili kwa nini hata tuitaki yenu? Ai, mnatuambia nini nini mnatushinda mnatushinda na nini? Teteni nji yenyu bwana, ama tukuje tuwapigie kura? Ngojeni muone hala. Sisi, walete ujinga finance bill uone venye tutafanya. Sisi, hatutaki ujinga sisi. Lakini vijana wa Kitanzania wenyewe hawakuachwa nyuma. Wawili hao wamejitokeza hadharani, wakisema maandamano lazima yafanyike kwa amani, lakini kwa msimamo mkali. Sauti kama hizi zinaonyesha kizazi cha Gen Z Tanzania kimechoshwa na kimya, na sasa wanataka hatua. Maandamano yapo kwanzia asubuhi, jioni, mchana, mpaka kesho kutwa, tunakesha. Wakibeba mabomu, tunabeba matofali na mawe mifukoni, yani hapo. Wakibeba mawe, zinabeba malungu, tunabeba mpaka na mabomu ya mavian, unaelewa? Niachie mimi kwanza, mimi ndo president of Tanzania. Maandamano yapo mwaka mzima, mpaka unakata, mpaka unaisha. Tulia hapo, kula kiza hicho hapo, au sio?

Na hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe amejibu kwa maneno yake, akisisitiza kuwa nchi iko salama na kwamba kila mmoja anapaswa kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Niwatoe hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote. Tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi -nywi, wala nywinywinywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura. Ni watu wa hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote Tokeni kwa wingi kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii, na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi -nywi, wala nywinywinywi -nywi -nywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura ni watoa hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote. Tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii, na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi -nywi, wala nywinywinywi -nywi -nywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura. Ni watoa hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote, tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa, tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura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 Bwana ee, tukutane kwenye video ijayo. Sasa niseme, ndugu zangu Serengeti, mmenifurahisha sana kwa wingi huu mlivyokuja. Na hii askari, kuna vijana wa korofi pale katikati, naomba mwashughulikie. Kuna vijana wa korofi hapo katikati, wanasukuma wenzao wa makusudi, washughulikiwe. Sisi sciemo. Sasa, <coughs> ndugu zangu, tuombe kura, tuombe